Katibu Mtendaji Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Bibi Beng'i Issa amewataka waratibu wa Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa wabunifu na kuongeza mashirikiano ya karibu kwa wananchi kwa kuwafungulia milango ya kutambua fursa za kiuchumi zilizopo katika miradi ya maendeleo inayotekelezwa na wawekezaji katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Beng'i ametoa wito huo katika kikao kilichokutanisha pamoja mkoani Morogoro waratibu wa uwezeshaji kiuchumi ngazi ya wizara na mikoa ambapo amesisitiza waratibu hawa kwa wabunifu wa fursa ambazo mwekezaji anaweza kuzipeleka kwa wananchi na kuleta maendeleo ya kiuchumi kwenye maeneo yao badala ya kuacha wawekezaji pekee jukumu la kuamua. Kama mwekezaji amekuja kuwekeza labda kwenye kiwanda au anatekeleza mradi programu yoyote ya serikali katika eneo la halmashauri, watu wa pale kwanza, mratibu kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anaibua na anabuni fursa ambazo mwekezaji anaweza akazipeleka kwa wananchi kwa hiyo tusimwachie. Mwekezaji akaanza kusema oh, mimi nataka kuchimba visima au mimi nataka kununua madawati. Tusimwachie. Waratibu tuna jukumu la kubuni shughuli za kiuchumi, kwa sababu kimwachia yeye atafanya anavyotaka. Sisi tuangalie wananchi wetu watafaidika vipi na mradi unaotekelezwa kwenye eneo letu. Tuangalie haya mambo, na tunayajua na tunaweza. Kwa sababu sisi ndio mamlaka ndio serikali tuliyoko pale. Kwa lengo letu sisi waratibu ni kwenda kuwasaidia wale wananchi kujua namna gani basi waweze kwenda kuingia kwenye mfumo, waweze kupata hizo fursa mbalimbali. Waweze kupata fursa za kuingia kwenye nest, waweze pia kuomba hizo tenda na waweze kuzipata hizo tenda za serikali kwa lengo la wao kujiongezea kipato zaidi. Kwa hiyo naamini baada ya wiki tuendea kujua zaidi mengi zaidi ambayo anatupasa kufanya kama waratibu, kwa lengo la kuwasaidia wananchi wetu waweze kuwa na kipato kizuri na waweze kuendesha maisha yao pasipo na shida yoyote. Tumeona pia katika mikoa ambayo imesaidia au imefanikiwa katika kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia programu ya Imasa kama mkoa wa Morogoro ambao pia wenyewe walifanya vikao pia katika ngazi za halmashauri na kata huko. Kwa hiyo pia kupitia kikao hiki tumejifunza yale ambayo mkoa wa Morogoro umefanya na tunaendelea kujifunza pia kat, na mikoa mingine jinsi gani ambavyo imeweza kufanikiwa katika kutekeleza programu ya Imasa ili tuweze kufikia wananchi wengi zaidi, waweze kufikiwa na fursa mbalimbali za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa maendeleo ya mikoa yetu na taifa kwa ujumla. Sasa tuzungumzie habari za kuainisha fursa za kumwezesha mwanamke, kijana na watu wenye makundi maalum kwa hiyo na sisi tunafurahia hii fursa. Ni njema kwa maana kwamba wananchi wetu maisha yao yataboreka, wananchi kwa maana mama na vijana watajihusisha katika shughuli za kiuchumi. Maanake ni kwamba mwisho wa siku tunaona wanakuwa na maisha bora.